Aliuzwa kwa fedha na ndugu zake, akatupwa ndani ya shimo, akaachwa afe, akafungwa minyororo, akaburuzwa hadi nchi ya kigeni, akafanywa mtumwa, kisha akasingiziwa kwa uongo na kufungwa gerezani, ambapo hakuna mtu aliyekumbuka jina lake. Lakini katika yote haya, Mungu hakumsahau. Hii si hadithi ya kuishi tu, ni hadithi ya hatima, hadithi ambapo maumivu yakawa nguvu, ambapo usaliti ukawa baraka, ambapo kukataliwa kukawa mlango wa kusudi. Hii ni hadithi ya Yusufu, mtu aliyeonja uchungu wa usaliti, lakini mwishowe akagundua utamu wa uaminifu wa Mungu. Jua liliwaka juu ya mashamba ya Kanaani likitupa vivuli virefu juu ya nchi kavu. Hewa ilikuwa nzito na harufu ya udongo mkavu na mlio wa mbali wa kondoo. Hii ilikuwa nchi ya ahadi ya zamani, mahali ambapo historia na hatima ziliunganishwa. Yusufu kijana, mwana aliyependwa, alikuwa akiangalia mifugo ya baba yake. Akiwa amevaa vazi la rangi nyingi lililomtofautisha na ndugu zake, alikuwa mwotaji, mwenye maono. Macho yake mara nyingi yalizunguka zunguka upeo wa macho, kana kwamba anatafuta kitu zaidi ya kazi za kawaida za uchungaji. Katika moyo wake, ndoto zilizo wazi zilifunuliwa, miganda ya ngano ikiinama mbele yake, ishara ya ukuu wake wa baadaye. Ndoto hizi hazikuwa tu mawazo yake; zilikuwa maono yenye nguvu ya kinabii yaliyozungumzia hatima iliyokuwa mbali zaidi ya mashamba ya Kanaani. Jua, mwezi na nyota zikitoa heshima yao, miili hii ya mbinguni katika ndoto zake ilimuinamia, ikikiri ukuu wake wa baadaye. Ilikuwa ni maono yaliyomjaza hofu na hisia ya, ya kusudi, hata kama hakuelewa kikamilifu maana yake ndoto hizi zilinongona juu ya hatima kubwa zaidi kuliko kuchunga kondoo. Zilidokeza wakati ujao ambapo angeinuka juu ya mwanzo wake mnyenyekevu, ambapo jina lake lingejulikana kote. Ndoto za Yusufu zilikuwa mwanga wa tumaini, ahadi ya maisha yaliyojaa maana na athari. Zilizungumzia utawala, nguvu, wakati ujao ambapo hata familia yake mwenyewe ingemwinama. Ndoto hizi hazikuwa tu ya utukufu wa kibinafsi. Zilikuwa juu ya mpango wa Mungu, kusudi ambalo lingefunuliwa kwa njia ambazo hakuweza kuelewa bado. Ndoto za Yusufu zilikuwa ni mwangaza wa wakati ujao uliopangwa na nguvu ya juu. Hakujua ndoto hizi kama mbegu zilizopandwa katika ardhi yenye rutuba, siku moja zingezaa matunda katika nchi ya mbali. Safari yake ingempeleka mbali na mashamba anayojua ya Kanaani hadi mahakama kuu za Misri. Ilikuwa safari ya majaribu na ushindi, ya imani na uvumilivu. Na katika yote haya, ndoto zake zingemwongoza, zikiangazia njia ya hatima yake ya mwisho. Wivu, nyoka aliyejificha katika mioyo ya ndugu zake, ulichochewa. Ndoto za Yusufu, badala ya kuhamasisha hofu, ziliwasha hasira yao. Walimwona kama mpinzani, tishio kwa haki yao ya kuzaliwa. Utupu mkubwa wa jangwa ukawa jukwaa la usaliti wao. Akiwa amevuliwa vazi lake la mapambo, ishara ya upendo wa baba yake, Yusufu alitupwa katika giza la kisima kikavu. Mwangwi wa kilio cha kukata tamaa cha ndugu yao ulififia katika upepo wa jangwa walipopanga kifo chake kwa ubaridi. Tumaini lilitetemeka kama mwali dhaifu. Wafanya biashara walipita karibu na kisima. Hewa ilikuwa nzito na harufu ya viungo na minongono ya sauti za biashara. Kati ya umati wa watu, kijana mmoja aitwaye Yusufu alisimama, moyo wake ukiwa mzito na kutokuwa na uhakika. Alikuwa ametengwa na familia yake, nchi yake, na kila kitu alichowahi kujua. Kisima, ishara ya uzima na riziki, sasa kilionekana kumdhihaki katika shida yake. Wafanyabiashara walipoondoka, hatima ya Yusufu ilitiwa muhuri na mlio wa sarafu za fedha. Yusufu aliyeuzwa utumwani kwa vipande vya fedha alihisi uzito wa usaliti na hasara. Ndugu zake ambao walipaswa kumlinda walikuwa wamemtupa mbali. Minyororo iliyofunga mikono yake haikuwa ya kimwili tu, yalikuwa ishara ya ndoto zake zilizovunjika na uaminifu uliovunjika. Kila hatua aliyochukua ilikuwa hatua mbali na maisha yake ya zamani, kutoka kwa maisha aliyowahi kuyathamini. Alianza safari kuingia katika kile ambacho hakijajulikana. Jangwa kubwa lilienea mbele yake, eneo kubwa la mchanga na anga. Jua lilimwangaza bila huruma, lakini ilikuwa baridi katika moyo wake iliyomfanya apate baridi kweli. Alipokuwa akitembea, hakuweza kujizuia kutazama nyuma, macho yake yakitafuta mwonekano wa nchi yake, mahali ambapo sasa palionekana kama kumbukumbu ya mbali. Safari ilikuwa ndefu na ngumu. Lakini ilikuwa mwanzo tu wa majaribu yake. Alipelekwa Misri, chia miungu ya ajabu na mila za kigeni. Yusufu alijikuta katika ulimwengu ambao ulikuwa wa kuvutia na wa kutisha. Ukuu wa piramidi na masoko yenye shughuli nyingi yalikuwa tofauti sana na unyenyekevu wa nchi yake. Watu walizungumza lugha ambayo hakuelewa na njia zao zilikuwa ngeni kwake, lakini katikati ya machafuko Yusufu alibaki mwangalifu, akichukua kila undani wa mazingira yake mapya. Alijikuta katika utumishi wa Potifa, afisa wa Farao. Nyumba ya Potifa ilikuwa mahali pa utaratibu na nidhamu, na Yusufu alijifunza haraka njia za bwana wake mpya. Licha ya hadhi yake kama mtumwa, alifanya kazi zake kwa bidii na uadilifu. Akili yake kali na roho yake isiyoyumba haikupuuzwa na hivi karibuni alikabidhiwa majukumu makubwa zaidi. Hata hivyo, hata katika nchi hii ya kigeni, hata katika kina cha kukata tamaa kwake, roho ya Yusufu ilibaki bila kuvunjika. Alishikilia mafundisho ya baba yake na imani iliyokuwa ndani yake tangu utotoni. Kila kazi aliyofanya, haijalishi ilikuwa ndogo kiasi gani, ilifanywa kwa kusudi. Aliamini kwamba maisha yake yalikuwa na maana, hata kama hakuweza kuona picha kubwa bado Alitumikia kwa bidii na hekima akipata heshima ya wale waliokuwa karibu naye. Watumishi wenzake mara nyingi walimtafuta ushauri wake na hata Potifa alianza kutegemea hukumu yake. Uwezo wa Yusufu wa kutafsiri ndoto na ustadi wake wa kutatua matatizo ulimtofautisha. Alikuwa mwanga wa tumaini mahali ambapo tumaini lilikuwa haba. Imani yake kwa Mungu nanga thabiti katika dhoruba. Katika nyakati za utulivu mbali na macho ya wengine, Yusufu alisali, akitafuta mwongozo na nguvu. Alijua kwamba safari yake haikuwa imekwisha, lakini aliamini kwamba hakuwa peke yake. Imani yake ilikuwa chanzo cha faraja, ukumbusho kwamba hata katika nyakati za giza zaidi kulikuwa na nuru ambayo haikuweza kuzimwa. Maisha ya Yusufu ilionekana yalikuwa kitambaa kilichosokotwa na nyuzi za shida na usaliti. Akisingiziwa kwa uongo na mke wa Potifa, alifungwa kwa mashtaka ambayo hakufanya. Kuta baridi na zenye unyevunyevu za shimo zikawa ukweli wake mpya. Tumaini ambalo hapo awali lilikuwa mwali unaotetemeka lilitishiwa kuzimwa na giza linalosonga, lakini hata hapa, katika kina cha kukata tamaa, uwepo wa Mungu ulibaki. Uthabiti wa Yusufu, imani yake isiyoyumba iliangaza sana hata katika usiku mweusi zaidi. Habari zilienea gerezani kuhusu uwezo wa Yusufu wa kutafsiri ndoto. Farao mwenyewe, akiwa na shida na maono wazi, alimwita. Akisimama mbele ya mtawala mkuu, Yusufu, akiongozwa na hekima ya Mungu, alifunua maana ya ndoto hizo miaka saba ya wingi ikifuatiwa na miaka saba ya njaa. Farao akitambua hekima na ufahamu wa Yusufu, alimpandisha cheo hadi nafasi ya mamlaka makubwa, wa pili kwa kiti cha enzi chenyewe. Katika siku moja, hatima ya Yusufu ilibadilishwa. Yule ambaye alikuwa amefungwa gerezani isivyo haki sasa alikabidhiwa ustawi wa taifa zima. Alisimamia miaka ya wingi Akihifadhi nafaka kwa ajili ya nyakati ngumu zilizokuwa zinakuja. Njaa ilipotokea, iliharibu nchi ya Kanaani na kuwafanya ndugu za Yusufu waende Misri kutafuta chakula. Wakisimama mbele ya gavana wa Misri, hawakumtambua ndugu yao, yule ambaye walikuwa wamemsaliti kikatili. Yusufu, hata hivyo, aliwatambua. Miaka ya mateso haikuwa imegandisha moyo wake, badala yake ilikuwa imeusafisha. Aliwajaribu ndugu zake, akitafuta kuelewa kama mioyo yao ilikuwa imebadilika. Majuto yao yalipothibitika kuwa ya kweli, Yusufu alijitambulisha. Machozi yalitiririka kwa uhuru, machozi ya toba, machozi ya furaha, machozi ya uponyaji. Maisha ya Yusufu yanasimama kama ushuhuda wa ukweli wa Mwanzo hamsini ishirini, nanyi mlinikusudia mabaya, lakini Mungu aliyakusudia kwa mema, ili itokee ya kwamba watu wengi wahifadhiwe hai kama walivyoleo. Mstari huu unafupisha kiini cha safari ya Yusufu, safari iliyojaa majaribu na dhiki, lakini iliyopangwa na utoaji wa Mungu kuanzia chini ya shimo hadi urefu wa mamlaka huko Misri. Hadithi ya Yusufu ni mfano dhahiri wa jinsi mipango ya Mungu inaweza kubadilisha nyakati za giza zaidi kuwa fursa za wokovu na neema. Maisha yake ni mwanga wa tumaini unaonyesha kwamba hata mbele ya shida, imani na uvumilivu vinaweza kusababisha matokeo yasiyofikirika. Kile kilichoonekana kama mabadiliko mabaya ya hatima, hadithi ya usaliti na hasara mikononi mwa Mungu kilitengenezwa kuwa kitambaa cha ukombozi na tumaini. Ndugu za Yusufu wakiongozwa na wivu walimuuza utumwani, wakifikiri walikuwa wametia muhuri hatima yake. Lakini katika jangwa kubwa kimya na chini ya anga kubwa la usiku, mpango wa Mungu ulikuwa ukiendelea kimya kimya. Kila shida aliyokabiliana nayo Yusufu, kuanzia usaliti wa ndugu zake hadi mashtaka ya uongo katika nyumba ya Potifa. Ilikuwa uzi katika kitambaa kikubwa cha Mungu. Nyakati hizi za mateso hazikuwa mwisho, bali mwanzo wa simulizi kubwa la ukombozi. Kupitia majaribu haya, tabia ya Yusufu ilisafishwa, imani yake iliongezeka na kusudi lake likafunuliwa. Ndugu waliojaribu kumwangamiza Yusufu hatimaye waliokolewa na matendo yake. Katika mabadiliko makubwa ya hatima, njaa iliyotapakaa kote nchini iliwaleta ndugu za Yusufu Misri wakitafuta riziki bila wao kujua, ndugu waliomkosea sasa alikuwa katika nafasi ya mamlaka, akiweza kuwatunza. Wakati huu wa kutambuliwa na upatanisho ni ushuhuda wenye nguvu wa nguvu ya mabadiliko ya msamaha. Uwezo wa Yusufu wa kuona zaidi ya mateso yake mwenyewe na kuwapa neema wale waliomkosea ni onyesho la rehema na upendo wa Mungu mwenyewe. Ni ukumbusho kwamba hata mahusiano yaliyovunjika zaidi Yanaweza kuponyiwa kupitia msamaha na uelewa. Yusufu akiwa amezungukwa na familia yake, ishara ya msamaha, upatanisho na utoaji wa Mungu. Muungano huu haukuwa tu familia inayokuja pamoja, bali utimilifu wa ahadi ya Mungu. Ulikuwa wakati ambapo majeraha ya zamani yaliponyiwa na sura mpya ikaanza. Kuona Yusufu akiwakumbatia ndugu zake na baadaye baba yake ni picha ya kugusa ya urejesho. Inaonyesha kwamba haijalishi hali ni mbaya kiasi gani. Mpango wa Mungu unafanya kazi kila wakati, ukileta mema kutoka kwa uovu na kugeuza huzuni kuwa furaha. Hadithi ya Yusufu ni ukumbusho wa wakati wote kwamba imani, uvumilivu na msamaha ni ufunguo wa kupata utimilifu wa baraka za Mungu.